Kati ya wale wote ambao wameweza kutolewa kwa serikali ya Kenya Kwanza ambao walikuwa akishikilia nafasi kubwa kubwa, tukianza mm. na Gachagua mm. e, Mturi mm. e, wakina Ndini Nyoro wamegeuka mm. sasa na kuponda serikali mm. wakisema kwamba hichi kilikuwa kifanyike hivi, lakini hii ndo inakosekana. Kwa nini inakuwa wakati mtu uko katika serikali na kuna mapungufu? Usemi unangoja utolewe ndo aanze kusema? Mimi nataka tu niseme hivi mm. kwamba kwa kweli hiyo sasa ndio shida ya viongozi wetu okay. Kwa maana sahii tutakuamini vipi? mm. tutakuamini vipi? Kwa maana wewe umekuwa ndani mm. na umekuwa ndani na matamshi yako wakati ukiwa ndani yalikuwa yana ya sapoti serikali mia filmia mm. lakini leo kwa sababu moja ama nyingine mm. na wachani, mimi nimpatie kongole rais mm nataka na nimpatie kongole rais na naamini hmm. Hawa jenzis pande moja walimsaidia sana kufanya nini? Walimsaidia sana kupanga serikali okay. Manake wacha nisikudanganye ndugu yangu hmm. Ilikuwa imefikia mahali rais sasa hajui amchukue nani amwache nani hmm. so wale ambao walikuwa wako at the periphery wanaona tuliambiwa sasa tuko nje, walikuwa na fight mbaya sana na ilikuwa imefikia level ambayo sasa hmm. labda isingekuwa wale jensi jingi kuwa vipi mm -hmm. That is one mm -hmm. Sasa wakati jensi walivyochukua hii hatma mm. rais sasa ikampatia nafasi ya kuanza kusema sasa, wacha nifanye kazi hmm. na kweli akasimamisha baraza lake lote, na haimaanishi ya kwamba ati ilikuwa wale mawaziri wote walikuwa ni wabaya, ndio maana yeye mwenyewe katika fikra zake akaanza kuona huyu naweza mleta, huyu naweza mleta mm. Hawa viongozi kama umetaja Muturi mm, Ndindi Nyoro. Basi hawa si ni wa juzi juzi. Mm, wale wakaachiwa ndani wafanye kazi, walibadilishiwa tu idara mm -hmm. Kama Muturi alikuwa ni Attorney General, ndio mm. Baadaye baada ya hii mabadiliko akapatiwa wizara mm. Lakini Muturi baada ya kutoa katika ile position alivyopatiwa wizara ndiyo. Yeah. mimi niliona kwamba alianza kukosa raha. Kwa nini nimetolewa pale, nimeletwa katika hii wizara? Coco FM 98.9 ladha ya Pwani.